Swali hili au mada hii ambayo nataka niizungumzie inaweza kuwa ni mada kubwa sana hasa kwa watu wa Mungu. Je, unaweza kuwa na Mungu na ukafa maskini? Naomba tuangalie katika kitabu kimoja cha Wafalme wa pili sura ya 4 mstari kwanza. Tuangalie kuna mtu mmoja kwenye Biblia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akimcha Mungu lakini alikufa akiwa na madeni. Tuangalie kwenye kitabu hiki cha Wafalme Nitaanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema basi mwanamke mmoja miongoni mwa wanawake za wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Naanza kuona katika Biblia huyu alikuwa ni mtu ambaye anamcha Mungu, lakini Biblia inatuambia kuna kipindi ambacho alifanikiwa kufa, na alipokufa tunaanza kuona huyu mtu wa Mungu kumbe alikuwa ana deni, na alipokuwa analo lile deni tunaanza kuona mtu aliyekuwa akimdai alifika katika nyumba yake, na alipofika katika nyumba yake akamwambia mkewe, akamwambia kama fedha haipo basi kinachotakiwa mimi na uwezo wa kuchukua, naomba nichukue watoto wako. Biblia inatuambia wakawe watumwa, yani wakamtumikie Tunaanza kuona maisha ya mtu wa Mungu ambaye alikuwa namcha Mungu, anatenga muda wake kwa ajili ya kumtafuta Mungu, anakuja kufa maskini. Mungu ameweka kitu kimoja mbele yetu, kitu kinaitwa choice, yani maamuzi. Ndio maana Mungu hapendi hata mmoja aangamie. Lakini kama Mungu hapendi hata mmoja aangamie, why atengeneze moto wa Jehanamu kama anataka watu wote tuende mahali ambapo ni pema na yeye anapapenda. Mungu ameweka nguvu ya maamuzi ndani ya mtu, ndio maana kufanikiwa kwa mtu, kuwa tajiri kwa mtu, kunategemea na wewe. Kwa mfano tena, kuna mtu mwingine kwenye Biblia anaitwa Lazaro. Lazaro alikufa akiwa maskini, lakini alifanikiwa kuingia mbinguni. Tunaanza kuona maisha yake. Huyu Lazaro alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi kwa tajiri mmoja. Kuna tofauti gani? Mtu anafanya kazi kwa tajiri, baada ya kufanya kazi kwa tajiri kwa muda mrefu, baadaye tunakuja kuona akafa, akachukuliwa. Tajiri akafa, akazikwa. Tunaanza kuona kwenye hii ulimwengu tunaoishi tu, ulimwengu ambao tupo katika dunia hii ya sasa, Mungu ameweka kitu kinachoitwa maamuzi ndani ya mtu. Mafanikio sio jambo jepesi kama ambavyo wengi huwa wanadhania mafanikio. Kwanza tunaona moja ya tajiri huyu amemkopesha mtu fedha, anaenda mpaka kudai mahali msibali, jambo gumu sana. Mafanikio yanahitaji kujikana. Mafanikio, ili uwe mtu wa Mungu ambaye Mungu ameweka mafanikio makubwa sana ndani yako, tunatarajia tuone bidii. Hatutarajii kukuona mtu ambaye unalegalega. Tunahitaji tuone roho ya maamuzi, roho ya kutokusita sita. Kuna baadhi ya watu wengi wamekuwa wanasema na wanatamani kuwa watu wakubwa katika taifa hili lakini nataka nikwambie jambo moja, kama unataka kuwa mtu mkubwa katika taifa hili na una roho ya kusita sita, uwezi kufanikiwa jambo lolote lile. Lenye la mafanikio lazima ulitolee muda. Jambo lolote lile la mafanikio lazima ulipe gharama. Jambo lolote lile la mafanikio lazima utoe muda wako mwingi sana na kwa nguvu. Yani ndio maana Biblia inasema maombi mwenye haki yanafaa sana anapomba kwa bidii, lakini Bwana Haya, maombi, shia mwenye haki kwa kwa nini ni mwana lakini aombe kwa bidii. Tunaanza kuona tunahitaji bidii kila mahali, na nikwambie jambo lingine ambalo naona linaweza kukusaidia. Unahitaji kuwa na maamuzi magumu, unatengeneza uhusiano wako na Mungu, jambo la kwanza, kisha tengeneza uhusiano wako na, na Mungu. Lakini tunaanza kuona huyo mtu kumbe alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, lakini akaingia mbinguni. Naomba nikwambie jambo moja, watu wa Mungu wote mnaonisikiliza mafanikio kwa mtu wa Mungu ni ya muhimu kwa sababu karibu vitu vyote vilivyopo vinahitaji fedha. Uendeshaji wa nyumba za ibada, umeme katika nyumba ya ibada inahitaji fedha. Kwa hiyo tunahitaji watu wa Mungu, kwa kiwango hicho hicho ulichopo ni kutumia nguvu kubwa, impact kubwa. Tusiwe watu wa Mungu ambao tunaishia tu kwamba ni watu tunaomwabudu Mungu, lakini hatuna nyenzo mbalimbali. Tunahitaji kuwa na nyenzo Mtu wa Mungu unahitaji kuwa mkulima. Mtu wa Mungu nahitaji ujihusishe aidha na baadhi ya mambo mengine kama watu wa kawaida. Hii tukifanikiwa watu wa Mungu kuwa hivi, tunaweza kufika mbali. Mimi kwa majina yangu naitwa Pastor Francis, nimeamua kushare ujumbe huu. Mimi na wewe leo tujifunze. Mungu akubariki sana, tia bidii katika kila nyenzo yako ambayo Mungu amekupa, wa uitumikie. Amen.